Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kukutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin nchini Uturuki mnamo siku ya Alhamisi kwa mazungumzo ya moja kwa moja ya kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Kauli yake iliyoandikwa kupitia mtandao wa kijamii wa X imetoa muda mfupi baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhimiza Ukraine kukubali pendekezo la Putin la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja nchini Uturuki. Babu Abdullah na maelezo zaidi. Zelensky ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kuwa wanasubiri usitishaji kamili na wa kudumu wa mapigano kuanzia leo Jumatatu ili kutoa msingi unaohitajika kwa diplomasia. Kiongozi huyo wa Ukraine ameongeza kuwa hakuna maana ya kuendeleza mauaji. Nitakuwepo nchini Uturuki Alhamisi hii tarehe 15 Mei na nitamsubiri Putin nchini Uturuki binafsi. Naamini kuwa safari hii Putin hatatafuta visingizio vya kutofanya jambo fulani. Tuko tayari kuzungumza ili kumaliza vita, Alhamisi, Uturuki. Rais Trump ameonyesha uungwaji mkono wake, viongozi wote wanaunga mkono hili. Hata hivyo hakukuwa na majibu yoyote kutoka ikulu ya Kremlin kuhusu utayari wa Zelenski kuzungumza na Putin. Zelensky na viongozi wa Ulaya walichukua msimamo mwishoni mwa wiki kwamba hakutafanyika mazungumzo yoyote hadi Putin atakapokubali mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti. kuanzia leo Jumatatu, Urusi na Ukraine hazijafanya mazungumzo ya ana kwa ana tangu Machi mwaka 2022, muda mfupi baada ya Kremlin kufanya uvamizi kamili mnamo mwezi Februari mwaka huo. Mapema jana Putin alipendekeza kurejea tena kwa mazungumzo kati ya pande hizo mbili yaliyofanyika mjini Istanbul mnamo Machi mwaka 2022. Hata hivyo hakutoa jibu kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 lililotolewa na washirika wa Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth kwamba Rais Putin hataki kuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano na Ukraine bali anataka kufanya mkutano siku ya Alhamisi nchini Uturuki kujadili uwezekano wa kumaliza umwagaji damu. Kiongozi huyo wa Marekani ameongeza kuwa Ukraine inapaswa kukubaliana na hili mara moja, angalau wataweza kubaini iwapo makubaliano hayo yanawezekana au la, na iwapo itakuwa hivyo Viongozi wa Ulaya na Marekani watajua hali halisi na kuchukua hatua stahiki. Ukraine na wa washirika wake wa Magharibi wameeleza kuwa mpango wa usitishaji mapigano usio na masharti ndio njia pekee ya kuendelea na suluhisho la kidiplomasia katika kutafutia ufumbuzi mzozo huo ulioingia mwaka wake wa tatu, vita vibaya zaidi barani Ulaya tangu vita kuu ya pili ya dunia.